Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu matukio hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alexi Mkama amesema ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia leo Aprili 24 mwaka huu 2025 usiku, katika eneo la kijiji cha Mkata, kata ya Msongozi, wilaya ya Mvomero, katika barabara ya Morogoro Iringa, imesababisha kifo cha abiria mmoja kwenye eneo la ajali ambaye ni mwanamke ambaye bado hajatambuliwa na majeruhi watano ambao wamepelekwa hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Uchunguzi wa awali kwenye eneo la tukio umebaini kuwa chanzo cha, cha ajali ni uzembe wa dereva wa basi la Rungwe Express kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari. Aidha, katika tukio lingine la watu kufa maji, kamanda Mkama ameeleza matukio hayo yametokea kwa nyakati tofauti katika wilaya ya Mvomero, Kilombero na Malinyi ambapo jumla ya watu wawili wamekufa kwa maji na mmoja bado anaendelea kutafutwa baada ya kuwa amesombwa na maji. Mmoja kati ya matukio hayo limetokea Aprili 22, 25 majira ya jioni au usiku eneo la Soweto Village Hotel iliyoko wilaya ya Mvomero. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Venus Joram Paulo huyu huyo ana umri wa miaka 37, ni mtaalamu wa maabara chuo kikuu Mzumbe mkazi wa Kasanga alikufa maji wakati akiogelea kwenye bwawa Loko, kwa upande wao, baadhi ya majeruhi wa ajali hiyo wakiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro wamesema mbele kulikuwa kuna traffic kama mamia askari wanasimamisha lori moja, lilikuwa lori upande lipo upande wetu, sasa lori wetu alikuwa naenda ili akawa na overtake na kwamba alipita ile lori na askari, alafu tuende mbele, sasa wakati ana ndipo lori lingine di linatoka huko juu, ambalo lipo kwenye saiti yake, ipo kwa kasi kubwa sana, ndipo imwana kuja na nini tufanye uso kwa uso, lakini driver wetu akakwepa kidogo, akapiga ubavuni, na hisi driver alikuwa amesinzia, kwa sababu driver wa semi ambao ametukwepa sana tu ndio gari letu ligonga. Kutoka mkoani Morogoro mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.